Tumsikilize kwa salamu hizo za ACT Wazalendo. Ndugu Anna Mghwira, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu kiongozi wa chama, ndugu yangu Zuberi Zito Kabwe, viongozi wenzangu mbalimbali, Watanzania wenzangu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Jambo la kwanza, ninayo heshima kubwa ya kusimama mbele yenu. Naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa heshima hii, lakini la pili, ni washukuru viongozi na wanachama wa chama cha ACT Wazalendo kwa kuniamini na kunipa heshima kubwa mbele ya Watanzania. Lakini la tatu, ninaomba sana nichukue fursa hii niwashukuru wazazi wangu, baba yangu mpendwa na mama yangu, ambaye wote wameshatangulia mbele za haki. Ninamwomba Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao awape kauli thabit, awape kitabu chao kwa mkono wa kulia. Mwisho, ninaomba ni mshukuru mke wangu Salma Majid, watoto wangu Lukman, Firdaus na Mudathir kwa kunipa support na kunivumilia katika kipindi chote cha kuwatumikia Watanzania. Ndugu zangu, miezi miwili ijayo, ninakwenda kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwenye umri mdogo kuliko wote. Ninawahakikishia viatu hivi vinanitosha. Nitakuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, sitatembea na mikasi kama mtangulizi wangu, utafikiri daktari anakwenda Sieta kufanya operation ama kwenda kuzindua makongamano na mitaro. Nitakuwa chemchemu ya fikra nikimsaidia Mama Ana Mgwira ili tutatue na kukomesha kero za Watanzania. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, kuna wagomea wanaogopa mabadiliko wanatuangalia na kutukumbusha yaliyotokea Tunisia na Misri. Ninaomba kwa ufupi sana niwaambie kilichotokea Tunisia ambapo ilikuwa ni mwanzo wa vuguvugu vugu la mabadiliko katika Afrika ya, Afrika ya Kaskazini ni kwamba kulikuwa na kijana anaitwa Mohamed Bouaziz, kijana mdogo aliyesoma chuo kikuu aliomba ajira serikalini, serikali haikumpa ajira, kama ambavyo vijana wengi wasomi wengi wa Tanzania walivyokosa ajira Tanzania. Kijana huyu akajiajiri mwenyewe, akauza mboga mboga barabarani. Manispaa ya Tunisia ikamkamata na kumpiga kwa uchungu alionao, nao mbele ya jengo la manispaa akajimwagia mafuta ya petroli, akajiripua. Ndiyo ikawa ndiyo mwanzo wa maandamano makubwa Tunisia. Rais wa Tunisia Zen Abidini Bin Ali akakimbia na familia yake uhamishoni Saudi Arabia, na leo Tunisia imejikomboa. Ninaomba Watanzania wenzangu, sisi tusijimwagie petroli. Ninaomba tutumie kura zetu kwa ajili ya kufanya mabadiliko kama ambavyo wenzetu Tunisia Afrika ya kaskazini ilivyoongoza mabadiliko. Tumeelewana ndugu zangu, ninaomba kwa heshima na taadhima kura zetu huruma na uchungu wa Watanzania. Kuna watu wametuaminisha kwamba ibilisi akiingia msikitini anageuka kuwa malaika. Tukatae ulahai huo wa Tanzania. Mama Ana Mugira, karibu uongee na Watanzania wenzako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, Mungu awabariki. Tunakwenda kuibadilisha Tanzania, TBC1 ni Hamad Musa Yusuf, ni mgombea mwenza wa urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, akizungumza machache kabla ya kumkaribisha